La autadi na Firaun, mwenye askari wengi. La pili ni dhil autadi, mwenye mwenye nini, Kiswahili inaitwa mambo mambo, mazijua mambo ambayo imechongoka kwa mbele hmm. Unachukua mti alafu unauchonga kwa mbele ile ndio inaitwa nini mambo. Ni kwamba kwa hiyo kaitwa hivyo kwa sababu kana yuadhibu nasa bila autadi, alikuwa akiwaadhibu watu kwa kutumia hizo mambo, kwamba ni miti migumu sana alafu inachongwa mbele, inakuwa kama, kama ncha na ncha kali. Sasa Firauni alikuwa akiwaadhibu watu kwa namna hiyo. Yashudduha fi aidihim, anawafunga mikononi mwao. Na Hasan albasari, Mujahidu bin jabri, alkalbiyu, wote tunawataja hao ni wanafunzi wa masahaba. Mujahidu ni mwanafunzi wa nani? Abdullah bin Abbas kalbiu, pia Al-Hasan al-Basri, wote hao kasoma kwa Umu Salama na pia kwa Ibn Abbas na maswahaba wengi. Asema bimithli dhalika, mfano wa hivyo. Adhaba Fir'auna zawjatahu Asia binta Muzahimi indama amanati hata matati kwamba alimwadhibu Firauni mkewe ambaye alikuwa akiitwa Asia ah, Asia ah, binti Muzahimi. Alimwadhibu wakati alipomwamini Musa, alipoamini Uislamu mpaka alikufa huyu mama, lakini miongoni mwa wanaotajwa katika hadithi tena ni hadithi ambayo wengine wameingiza isnadi yake ni hasan, wengine wakasema isnadi yake ni ni, ni ni sahihi. Kama bin Kathiri asema isnadi yake ni hasan, na wengine wamepita isnadi ni sahihi. Miongoni mwa walioadhibiwa na Firaun ni mashitatu binati Firaun, mashitatu binati Firaun, yule msusi wa mbinti wa Firauni ambaye yeye aliadhibiwa si kwa kutumia hizi autad, lakini yeye aliadhibiwa kwa kutumia sufuria kubwa. Sufuria kubwa ambayo alimuingiza yeye kwanza, aliwaingiza watoto wake wote eh, aliwaingiza watoto wake wote, ni sufuria la shaba Alafu akalitia moto mkali sana, alafu akaanza kuwaingiza watoto wote wa Asia, mwisho ikawa ni kumwingiza a, a, watoto wote wa msusi wa nani, wa Firauni, mwisho akamuingiza msusi mwenyewe. Na wakati anamwingiza, anataka mwingize ye na mtoto wake mchanga alikuwa na sita, sita. Alikuwa na sita sita. Yule mtoto wa mgongoni mchanga, mtoto wa kiume akamwambia, iktahimi ya umma, ingia ewe mama Faina adhab alakhirati akbaru min hadha min hadha, hakika ya adhabu ya akhera ni kubwa kuliko hii. Rejea Musnad wa Imamu Ahmad na vitabu vingi vya hadithi utakutana tukio hilo. Kwa hiyo moja sababu ya Firaun kuitwa dhila autad ni yeye kuadhibu watu kwa kutumia mambo. Sasa walikuwa wanafanyaje? Anamlaza mtu mustalqia kama alivyofanya kwa mkewe chali, alafu anamtunga hizi mambo kwenye miguu na mikono, kisha huweka jiwe kubwa katika mchana, anamwacha hapo na jiwe hilo anahangaika nalo mpaka afe, eh? Kwa sura hiyo akaitwa Firaun dhil autad, Firauni mwenye hizo aina mbalimbali mbali za adhabu kwa wale waliokuwa wakimwamini. Kosa la yule msusi wa binti wa, wa, wa Firauni, ambayo alikuwa anaajiriwa yule, kazi yake ni kumsuka mke wa mfalme eh? lakini hadithi yasema likadondoka nini chanuo, akasema Bism... Ha, akasema bismillah ha, akasema bismillah. Maneno ambayo sijayaona kwenye hadithi ni yale kwamba taisa firaunu wa mulkuhu, ameangamia Firauni na nani na ufalme wake. Binti yule anayesukwa akasema, unavyosema bismillahi wamkusudia baba yangu kwamba ndiye Mungu, awambia a mi naemkusudia, ni rabbi wa rabbi aksudu rabbi wa rabba aabiki abiki, namkusudia Mungu wangu na Mungu wa nani ambaye kaniumba mimi na kamuumba baba yako. Akamwambia wewe Maneno no unayosema haya, uko tayari nimwambie baba? Sababu Firaun wakati huo alishatangaza akisema, ana rabbukumul a'la, mimi ndio mungu wenu uliekuwa mkubwa. Asa mwambie tu baba yako, hakuna neno. Akaitwa akamwambia, ina maana wewe binti una mungu zaidi kuliko mimi? Akasema naam, na mungu kuliko wewe, na mungu wangu mimi ndio mungu wako ndiyo Mungu aliyeniumba mimi, ndio Mungu aliyekuumba wewe, ndio Mungu aliemuumba binti yako, na ndiyo Mungu aliumba watu wote. Ndio hapo akaagiza askari wake wamkamate yule. Inaambiwa mara ya kwanza walimlaza chali, wakamtundika hizo autadi tadi, wakamtandika wakam hizo wakamwekeana waka jiwe, akaona apia haitoshi huyu kukataa ungu wangu mimi nimwingize kwenye sufuria la shaba. Liliwekwa liliwashwa moto lile, pata moto mkali kabisa, shaba sinajulikana ukali wake e, mpaka lilipo lilipokolea moto mkali sana, wakaingizwa mtoto mmoja baada ya mwingine. Haya ndio aliokuwemo kwenye hadithi, mpaka ikafikia mahala akaingizwa huyo msusi wa nani. Lakini kabla ya kumwingiza akamwambia, ninakuomba Firauni jambo moja, mifupa yangu mimi na mifupa ya watoto wangu izike pamoja. Akamwambia, hilo ni lako na ni haki yetu sisi eh. Rejeeni kisa hicho. Hao ni watu waliokufa mashahidi. Ikawa mtoto wa yule msusi wa Firauni ni mmoja katika wale watoto wata, wale watoto waliotajwa waliozungumza wakiwa ni watoto wadogo. Watoto wanne waliotajwa na Ibnu Abbas, mmoja wapo ni Mashita tu binti Firaun, lakini wa pili ni sahibu Jurayj, watatu eh shahidu Yusuf yule aliyemshuhudia Yusuf akitaka kubakwa na Zulekha eh. Basi dhil autadi mashekhe pia wamepita maana yake ni hiyo, na maana nyingine walioiweka kwamba dhil autadi ni kwamba mwenye majengo ya kila namna. Firauni naye alikuwa mpenzi wa majengo, alikuwa na majengo mengi asema anna al autad albunianu fasumia bidhil autadi likathrati binaihi. Ameitwa mwenye dhil autadi kwa sababu ya wingi wa nini, majengo yake, kasema hivyo. Allah hak. Lakini pia akaambiwa dhil autadi kwa sababu alikuwa na mashamba mengi sana yatende mashamba na misitu yake. Alikuwa pia mtu anaopenda misitu mingi, ile misitu namna ilivyoshikana na ilivyostawi na ilivyokuwa imara, wakafananisha na jeshi, ndio maana wakaita dhil autadi, wayahtamilu wayachta, annahu dhul autadi likathrati nakhlatin wa shajara tokana wingi watende na lianaha kalautadi fil ardhi, kwa sababu hiyo ni kama askari kama askari waliokuwemo katika ardhi. fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi, Mwenyezi Mungu akamimina juu yao. Juu ya kina nani hao? Juu ya Aad wa kwanza na juu ya nani tena, juu ya Thamudi na juu ya nani? Juu ya Firaun. Ndio fasabba alaihim rabbuka sautu adhab, ndio Firaun dhil autadi alladhina toghau fi lbiladi, ambao hao walifanya uharibifu mkubwa, walichupechuka mipaka katika miji. Na namna tughyanu lakba atughyanu lakbar kwamba kupetuka mpaka kulikokuwa kukubwa ni pale Firauni alipodai kwamba ana rabbukumul a'la, mimi ni Mungu wenu niliyekuwa mkubwa. Ndo ile aladhina al tagaw mm -hmm. fil biladi na askari wake walikuwa wanafanya mambo ya ajabu ya ajabu ya ajabu, kwa sababu hawa ndio wale ambao waliokuwa kila mwanamke mjamzito anampasua tumbo, asija akazaliwa mtoto wa kiume. Kila alikuwa mjamzito alikuwa anapasuliwa tumbo akikutwa ni mtoto wa kike anaachwa, na akikutwa mtoto wa kiume anauawa. Au ambao wamezaliwa lazima kujulikanwe, katika serikali ya Firaun kumezaliwa watoto wa kiume wangapi na watoto wa kike wangapi. Wale wote wa kiume watakaokuwa wamezaliwa wanauawa. Yote inaingia katika aladhina taghau fi lbiladi. Mwenyezi Mungu akamza akafanya azaliwe nabillahi Musa alayhi salam, kipindi hicho ambacho watoto wanauawa watoto wa kiume, ili kuonyesha kaharia ya yake. Na katika kuonyesha kaharia ya yake, Firauni akamlea ya Musa. Musa ambaye baadaye amekuwa ni adui mkubwa Firauni, amekuwa ni adui mkubwa wa Musa kama utakavyokuja kuona huko mbele kwenye neno Fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi, Mwenyezi Mungu akawamiminia akaamina juu yao mola wako aina mbalimbali mbali za adhabu. Neno sauti nalo lina maana nne, miongoni mwa hiyo ni ile inayopatikana kwa Zamakshari kwenye kitafsiri yake kule Alkashafu kwamba imeitwa sauti sauti kwa maana ya fimbo. Asema hii ni ishara kwamba ile adhabu walioipata Firauni hapa duniani na Thamudi na Adi kile nkija adhabu kidogo, ndio maana kimefananishwa na nini? Fimbo. Yani fasabba alaihim rabbuka adhaban kasauti. Yani, fasabba alaihim rabbuka saut adhabi yani ni adhabi kasauti eh? kwamba adhabu ambayo ni kama nini eh, idhafatul mushi, nini wanaita Uh, wengine wakasema ni aina aina za adhabu. Kwamba imeitwa sauti sababu nikiji aina tuki, ni adhabu za hapa hapa duniani, adhabu ya duniani kila itakavyokuwa ni ndogo. Wengine sauti wakasema aina mbalimbali mbali za adhabu takuja kuona hili neno fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi kwa mapana yake insha Allah. Mimi naona leo tuishilieni hapo wa Firauna Dhil autad na Firauni mwenye askari wengi eh, Firauni mwenyewe adhabu ilimpataje? Ili tupate ile kaifa, kaifa kaifa faala rabbuka bifirauna, sio aya hiyo maneno tu, lakini ndivyo ilivyo kaifa faala rabbuka bifirauna, Namna gani mola wako alimfanya Firauni. Ndo jambo takiwa kusoma insha Allah kesho, Mwenyezi Mungu akijalia. Na kwa ufupi ni kwamba Firauni alibakishwa na huyo ataendelea kubaki mpaka siku ya Kiama. Mwenyezi Mungu mm, atuwafikishe

Tulisema darasa ya tafsiri taikatisha kwa sababu ya tuna jambo katika alasiri hii ambalo ni wajibu kwetu. Kwa hiyo, nitaomba tuelekee kule.